Mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, tumsifu Yesu Kristo. Matumaini yangu kwamba unatutazama vyema hapo ulipo kupitia kingamuzi cha Azam namba 470, lakini pia unatupata katika YouTube, andika Tumaini underscore TV na subscribe ama changia, na hapo pia unatupata kwa uzuri. Kipindi ni Laudato si. Sifa iwe kwako katika uumbaji. Dhima ya kipindi hiki ni waraka wa Laudato Si uliochapishwa na Baba Mtakatifu Francisco mwaka 2015, miaka kumi iliyopita, na lengo hasa la eh, kipindi hiki ama muktadha wake ni miaka kumi ya Laudato Si na ndio maana imenileta hapa kuzungumza na Bruda John Sule wa shirika la wa misionari wa Francisco wa Kapchini, ndugu hawa um, ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Tajpi ambayo inajishughulisha na masuala ya mazingira, ulinzi, uhifadhi, utunzaji, lakini pia uhamasishaji kwa ajili ya eh, kuhakikisha kwamba eh, tunatunza mazingira, nyumba ya wote. Brother, naam <laughs> <laughs> mimi ni Gauden Sierra ikutakia utazamaji mzuri, hmm, wa kipindi hiki hadi tamati. Yes. Baba, bruda za siku nyingi. Salama baba. Tumepoteana, unajua. Hey. Ndo mwanzilishi wa kipindi. naam, naam. <laughs> <laughs> Kamwachie mzee kasa. Hey. <laughs> Ndio mwanzilishi wa kipindi lakini nashukuru kwamba tumeendelea kipindi kipo, naam. Na leo tumekuja kuzungumza kuhusu miaka kumi ya waraka wa Laudato si'. Waraka naam, nini ambacho kimetekelezwa hadi sasa, pengine kwa upande wako? Sasa e, tuanzie hapo e, kwa miaka kumi waraka wa Laudato si' toka elfu mbili na kumi na tano mpaka hmm, sasa, miaka kumi ya Laudato si' mambo mengi yametekelezwa na kwenye jamii au ndani ya kanisa, lakini kwetu sisi wenyewe s mojawapo, kwanza ni hii taasisi yetu, ni matokeo ya hii hii Laudato Si, okay. Hasa kwenye programu nzima ya uhifadhi utunzaji wa mazingira na ulinzi wa uhai, lakini kwa miaka kumi mambo mengi, na ikumbukwe, Laudato Si ilipotangazwa ni wakati huo huo na azimio la upunguzaji joto duniani litangazwa kule Paris naitwa Paris Agreement mm. Makubaliano ya eh, makubaliano ya conferences za kimataifa kwamba tupunguze joto duniani. Kwa hiyo iliweza kuvaa tunu nzima maagizo mazima ya Laudato Si. Kwa hiyo Laudato Si imetekelezwa pande zote mbili, upande wa jamii kwa maana hata ya serikali, lakini upande wa kanisa, maana ya kanisa na wadau wote ndani ya kanisa, watawa na mashirika mbalimbali mbali. mm. Kila mmoja kwa namna yake lakini baada ya Laudato Si hiyo 2015 ikumbuke, 2022 ilikuwa kongamano kubwa sana la amesea, na wakatoa matamko, wakatoa maelekezo. Moja ya elekezo kubwa sana ambalo lilitolewa na azimio la, la amesea ni kwamba Laudato Si sasa, elimu nzima ya Laudato Si iende kwenye jumuiya ndogo ndogo, ijadiliwe kwenye ngazi ya familia, jumuiya ndogo ndogo, na kila mmoja hmm, awajibike kwa nafasi yake. Kwa hiyo, matokeo ni makubwa sana na hata mabadiliko yanaanza kuonekana pole pole. Hmm. E, ma, na Laudato Si hailengi tu kwenye kutunzaji tu wa mazingira kwa ujumla wake kwa maana ya upandaji miti na kufagia mabarabara. Laudato Si imeingia kwenye muktadha mzima wa kiroho. Muktadha mzima wa kiroho kwa maana inalenga zaidi kwenye uongofu ekolojia na baada ya Laudato Si kutangazwa mnakumbuka eh, taasisi kubwa sana ambayo iliitwa Catholic Climate Movement ikabadilisha mm -hmm. jina ika, eh, ikaitwa sasa Laudato Si Movement. Laudato Movement Si Movement ndiyo iliyotengeneza jukwaa la kazi ambayo iliitwa eh, Laudato Si Platform of Action na huko sasa ndio tunapata maagizo mbalimbali mbali, na maelekezo mbalimbali mbali, na mipango mbalimbali mbali, na kanisa inachukua, na ndipo sasa tunapata maadhimisho ya siku pekee sana ambazo, kwa mfano, tarehe 24 mwezi wa nne ni siku ya ardhi duniani. Ilikuwepo, ilikuwa inaadhimishwa, lakini haikuwa kwa, eh, kwa hamasa ya pekee. Lakini kutoka kwenye Laudato Si Platform of Action ile sasa imechukuliwa kama maadhimisho pekee duniani na hamasa inatolewa. Baada ya pale kwenye mwezi wa tano, wiki ya mwisho kabisa, kuanzia tarehe ishirini na nne hadi tarehe 30 mwezi wa tano ni wiki ya Laudato Si. Sasa dunia nzima inatambua, na walifanya hiyo wiki ya Laudato Si wiki ya mwisho ya mwezi wa tano kwa sababu wiki inayofuata ya kwanza ya mwezi wa sita ni wiki ya mazingira duniani eh. wiki ya mazingira duniani environmental week. Inaanza tarehe moja mpaka tarehe tano hitimisho lake. Kwa hiyo jumuiya ya kimataifa inaadhimisha wiki ya mazingira duniani. Kwa hiyo baada ya Laudato Si kueleza katika muktadha wa kiroho Laudato Si Movement kwenye Platform of Action, jamii ya wanadamu imeadhimisha, basi inaungana na jamii ya wanadamu wote, jumuiya ya kimataifa kuadhimisha wiki ya mazingira duniani. Na baada ya hapo sasa maadhimisho mengine makubwa ambayo hayakuwahi kusikika sana lakini kutokana na ile eh, Laudato Si Platform of Action jukwaa la kazi tumekuja kuadhimisha sasa msimu mzima wa uumbaji ambao unaanza Septemba moja Septemba moja mpaka Oktoba nne sikukuu ya mtakatifu Francisco, baba yetu wa Kiserafi, ambaye pia ni mwombezi na msimamizi wa ekolojia. Hmm, inaanza msimu wa uumbaji sasa kwenye wiki ya Laudato Si ndipo wanatangaza sasa kauli mbiu ya kila mwaka ya msimu wa uumbaji. Tunaenda namna gani? Miaka miwili nyuma iliyopita, tulikuwa na kauli mbiu mbalimbali, wanasema tusikilize sauti ya uumbaji, uh, e, itikia wito wa sauti ya uumbaji, mwaka uliofuata. Mwaka huu sasa kauli mbiu inasema amani na uumbaji peace with creation ndio mm, kauli mbiu ya 2025 ambayo inajumuisha mambo mbalimbali mbali. Sasa Laudato Si hii miaka kumi ya Laudato Si inaandamana na matukio makubwa sana ya kanisa duniani, lakini inaandamana na tukio kubwa la kidunia mkataba wa e, kupunguza joto duniani, wito wa mataifa mbalimbali mbali, kwenye yale conference zile za kimataifa parties uh, conference of parties ambayo mwaka huu itafanyika sasa Brazil na kama tathmini ya miaka kumi vile vile. Je, nini kimefikiwa? Mataifa yamekubaliana vipi? Joto limepungua kwa kiasi gani? Uchafuzi, matumizi ya plastiki yamepungua kwa kiasi gani? Haya yote ni tathmini mbalimbali mbali. Kwa kwetu hapa Tanzania, moja ya fanikio kubwa ambalo lilifanikiwa kwa sababu ya mkataba wa Paris agreement ile na azimio la, la amesea upunguzaji wa plastiki umepungua kwa asilimia kubwa sana, hasa serikali ilipopiga marufuku matumizi ya vifungashio vya plastiki imepungua. Ile ilikuwa inaleta madhara makubwa ya wazi kabisa, tunayoona zile plastiki zikinunuliwa mboga, vitu vyenye chumvichumvi, wakitupwa hovyo, wanyama walikuwa na kula na inaziba, na ng'ombe yaani wote walikufa. Kwa hiyo matokeo ya moja kwa moja lakini matokeo ya ndani ambayo hayaonekani bado yanatuathiri vile vile, kwa sababu mimi na wewe yamkini tumewahi kula vyakula ambavyo vimechanganyika na hizo plastiki. Inawezekana leo hata ukipimwa wewe, damu yako ina vinasaba vya plastiki kidogo, okay, kidogo na madhara yataonekana. Kwa hiyo tunahitaji kuongeza juhudi zaidi, lakini kwa nje matumizi ya plastiki Tanzania yamepungua hamasa ya upandaji miti imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana, hata hapa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tuko Msimbazi, Ilala Sharif Shamba, hapa Ilala Boma. Hmm, unaona tuko katikati ya msitu mkubwa. Hii si muujiza tu, ni juhudi za sisi ndugu wa Kapchini, wadau wa mazingira, wakereketwa kabisa, ambaye tunamfuata msimamizi na mwombezi wa mazingira Mtakatifu Francisco. Tumejihimu sasa kuyaweka haya mazingira humu ndani utakutana na mti una zaidi ya miaka hamsini vile vile utaiona huko mbele, lakini sasa tunataka tutengeneze mazingira ambayo lazima uumbaji ujitibu wenyewe uji, uji, ujiendeshe wenyewe, ndio juhudi kubwa inafanyika. Kwa hiyo hata hapa mtu akitoka mjini anapofika anaona kabisa hapa anapumua. Hata wewe natumaini hapa sasa hivi yeah, unapumua hewa ambayo kidogo ime, imeshiba mm, oksijeni, eh, mchanganyiko eh, mchanga eh, imechujwa chujwa, japo ipo vinasaba vidogo vidogo unaweza kukuta, lakini walau kuna eh, kuna uchujaji kiasi chake mm. Kwa hiyo juhudi hizi zipo na kwenye moja ya azimio la, la, la, la, la, la amesea kwamba kijanisha kila parokia, na hiyo ndio kazi kubwa mm. Kila parokia wamejitahidi kukijanisha mm. Nilikuwa naangalia janu. Hii hapa nilikuwa naangalia naona alinipa ali, ali, mzee Kasala hii. Ndio ndio ndio. E, naona... hizi resolutions amesea. E, yes, Uinjili ya mm. Laudato Si uinjilishaji katika muktadha mm. mzima naangalia wa... na nadhani nitakuwa naye pia nitamtafuta mm. kwa ajili ya kujua kama he, hapa ndio mzee Kasala amebobea, wamefanya kwa kiwango gani na wao katika. Ndiyo. kipindi chochote cha miaka kumi. Asante sana tuna, tunatazama hii hapa, tangu tumekuja na wenzangu tumejaribu kuangalia mandhari Dibu. Tumeona kweli sasa, jitihada hizi nani anafanya? jitihada hizi sisi tunazifanya sisi. Kwanza mm. wajibu wetu wa msingi ni kuhifadhi, kutunza na kutetea mazingira hmm, hmm. utunzaji ni wajibu wetu wa msingi kabisa, kama hmm. Sasa nataka kujua ni nyie mabruda au mapadri, ama wapo watu wengine ambao ndo wanafanya hiyo, au hii miti imepandwa na ndugu wa Kapchini, Ndugu wa Francisco wa wa ni wajibu okay. wetu wa pamoja hmm. ni kama wajibu wako wewe unavyoamka asubuhi unatandika kitanda iko kwenye damu iko kwenye fingertips zako, wajibu huu wa uhifadhi na utunzaji mazingira hmm. kila mmoja anawajibika. okay. Hapa kwa mfano wageni wanapokuja, kila mmoja anawajibika kumwelimisha mwenzake, kila mmoja anapaswa kumwambia mgeni atunzeje mti. Kwa mfano pale kwenye parking tumepanda miti, wajibu wa kila mmoja kumwelekeza, hata mtu asikanyage mti, kila mmoja okay. ni mlinzi wa mwenzake. Sisi ni walinzi wa mimea, mimea ni walinzi wa sisi, sisi tunaamini kabisa kwamba tunategemezana wote. Kwa hiyo hapa uzungumze ndugu wa Kapchini, sawa. Na ndugu wa Francisco, kwa maana ya familia nzima ya Kifrancisco, kuanzia watawa mpaka wale. Kwa hiyo kumbe tangu mwanzo wa kipindi ningesema ndugu John Sule. Hapo hapo umemaliza <laughs> Ukiita bruda, hii ni kwa Benediktini kidogo. Bruda of course ni Kijerumani, eh. Maana yake ndugu vile vile, okay. Lakini neno kubwa ni ndugu wa Francisco. Hata ukiingia pale getini hawajaandika nyumba ya mapadri wa Kapuchini. Hmm, hii ni nyumba ya watawa wa Francisco eh, okay. Ndio, kwa hiyo hakuna mti wa kusema huu mti ni wa bratha, huu mti ni wa nini, ah. Ni ndugu wadogo wa Kapuchini, Kapuchini. Sante sana. Naam, mtazamaji mpendwa, kipindi la Laudato Si, na nazungumza na ndugu John Sule, yeye ni misionari Mfrancisco. E, mkapuchini kama sema ndugu na mdogo pia kadiri ya karama za shirika lao, e, mwasisi wake akiona Mtakatifu Francisco wa Assisi ambaye kama alivyomtaja ndio baba na muombezi wa mazingira. Naam. Tupate mapumziko mafupi baada ya hapo tutasonga mbele. Naam, tumerejea mtazamaji mpendwa, na wakati huu sasa e, bila shaka e, ndugu Sule utatupitisha sasa, tuone kile ambacho mmekitekeleza hapa kwa matendo kwa matendo, e, pengine kipi ambacho kilitangulia kilichofuata, mpaka ambacho unaamini kwamba wala mpaka sasa inadhihirisha namna gani mnatekeleza ilo huo e, waraka wala udatusi Mtakatifu Francisco yeah. Moja ya utekelezaji mkubwa ambao tumeufanya mm, ni utoaji elimu. Okay. Tumetoa elimu, tumetoa semina, tumetoa mawasha mafunzo na mafungo mbalimbali mbali. Mm. Tume, mimi mwenyewe nimefanya mafungo na mashirika mawili Masista wa Francisco kwa Rulenge Ngara, mm, kwa muda wa miaka miwili mfululizo juu ya haki amani na uhifadhi wa uumbaji kama roho ya Kifransisco. Wale ni Wafrancisco, lakini semna mbalimbali mbali kwa Wafransisco wa sekulari. Na mwaka huu tumefanya hija kubwa sana mm -hmm. ya umoja wa Wafransisco ambayo imehusisha Wafransisco wote Tanzania nzima, wake kwa waume, walei kwa watawa na maklero ndani mm -hmm. tumehiji Mahenge Kwiro, tumehiji kwenye kaburi la mmoja wa kapchini ambaye aliitwa ali Padre Martin Maten, ambaye inaaminika ni padi ambaye ni mombezi vile vile. Lakini tumependa hmm, kuhiji kwenye hicho kituo ili kuadhimisha miaka mia nane na miaka kumi ya Laudato Si. Hmm. Miaka mia nane ya wimbo wa viumbe kama familia ya Kifrancisco na miaka kumi ya Laudato Si ambayo Laudato Si dhima nzima ya Laudato Si imetoka katika wimbo wa viumbe ambayo ni zawadi pekee aliyotuachia Mtakatifu Francisco miaka mia nane iliyopita, elfu moja mia mbili na ishirini na tano Francisco aliutunga huu wimbo wa viumbe, kwa hiyo anataja mama jua, anataja viumbe mauti, wote sijui. anaonyesha uhusiano mkubwa sana mm, kati ya uumbaji na sisi wanadamu na mashirikiano ile interconnectedness, uhitajiano wa pamoja. Watu waongoke kwanza kiekolojia, ndipo sasa matendo yanafuata, matendo ya kutunza mazingira ya ndani na mazingira ya nje, kwa sababu mazingira kama wa Francisco sisi tume, tunaweza kusema yako kwenye eh, kada kuu mbili, ndani mwangu mimi na nje ya mimi nje ya mimi ni yale yote tunayoyaona. Ya ndani mwangu ni namna yangu ya kuishi mimi, namna yangu ya kuongea mimi, namna yangu ya kutenda, namna yangu ya kuvaa, namna yangu ya kuongea, namna yangu ya kula, na hata namna yangu ya matumizi ya vitu, kuanzia pesa, namna ya matumizi ya mali, maji, eh, hata sabuni. Vyote ni mazingira, yote ni mazingira. Kwa mfano, una nywele ndefu alafu unatumia sabuni sabuni inaisha mapema na taulo inachafuka haraka, kwa hiyo lazima unyoe nywele kidogo. Lakini wewe una shati kumi utazivaa wapi zote hmm? Wagawie na wengine, kwa sababu mwaliko mkubwa sana kwenye Laudato Si, ni tuitikie kilio cha maskini na kilio cha mama dunia. Mama dunia <clears throat> analia kwa sababu ya madhara aliosababisha mwanadamu, shughuli za mwanadamu zimemzuru mama dunia. Labda kidogo unaweza kutupa kionjo cha wimbo wa Laudato Si, e, e, Laudato Si si kwa Kiswahili wimbo, mara nyingi tunaimbaga ule wimbo wa e Mungu mkuu, lakini mm. Laudato Si yenyewe itabaki kama Laudato Si kwa maana ya usifiwe Bwana kwa ajili ya uumbaji mm huo huo wimbo wa Mtakatifu Francisco ya okay unaimbwa hivi mm. Laudato si o mi signore laudato si o mi signore laudato si o mi signore, usifiwe Bwana Mungu kwa viumbe vyako vyote na kwa mwezi na kwa nyota, laudato si omisinyore. Vingine ambavyo vinatajwa kwenye huu wimbo, vingine vinatajwa ndugu jua, maji, upepo, moto. hmm. Eh, dada ardhi, mama ardhi. Lakini hmm. ubetu wa mwisho kabisa anataja dada, dada mauti. Usifiwe Bwana Mungu kwa ajili ya dada mauti ambaye hakuna mwanadamu awaye yote kumwepa. Dada huyu ni kwa njia ya dada huyu tu tunaweza kuona uso wa Mungu, ni katika kifo tu sisi tutafanikiwa kuyaacha maisha ya hapa duniani na kwenda kwenye maisha ya umilele na Kayo. baada ya kuishi kwa ukamilifu kwenye utunzaji na uhifadhi wa mazingira, baada ya kuishi kama ndugu wa wote kwenye okay, mazingira. Kwa hiyo okay. Kifo ni sehemu ya mazingira, kifo ni sehemu ya mazingira. hmm. na kifo ni uhai hata kwa wengine okay. Ina falsafa pana sana kifo ukiongelea, mm. kifo uta maanake kifo, mimi na wewe tunaishi kwa ajili ya vifo vya wengine mm. Hii scientifically iko wazi. Ulinigusia uli, uli kwamba kuna jambo ulifanya na makaburi e, kwenye makaburi yetu mazingira hapa Msimbazi, mm. E, kwenye makaburi yetu pale niliona wale ndugu marehemu waliozikwa pale wanakaa juani na hapa mjini Dar es Salaam makaburi yameonekana kama sehemu ya kutupa uchafu na vitu mbalimbali mbali. Na moja ya azimio la mimi mwenyewe na taasisi yangu ya Tajbi ni kupanda miti makaburini. Kwanza nilitafakari sana kwamba hawa wanahitaji kukaa. Mimi mwenyewe ningependa kuzikwa chini ya mti, chini ya kivuli hmm. Japo siwezi kupata hisia yoyote lakini, ninapima kwa nini nikae kwenye jua kali, nipigwe jua kwa nini hata mtu anapokuja kusali kwenye kaburi langu apigwe jua? Basi ili ashawishike, kuwe na kivuli, atakuja kivulini na ataniombea. Kwa hiyo tumeweka azimio, tumepanda miti okay. makaburini okay. lakini hiyo haikutosha, kama ndugu wa Kapchini tukaona haya makaburi vile vile tuyatengenezee uzio, tuyahifadhi, tuyajengee ukuta hapa mm -hmm. Msimbazi. Kwa hiyo yamekaa vizuri, yahifadhiwe, iwe, iwe na kivutio vile vile cha kuona hata huko tunakoenda ni sehemu nzuri, sio sehemu ya kufanya e, e, mauchafu uchafu, kama makaburi mengine Kinondoni wapi utakuta e, hata mara nyingi hujuma nyingi sana zinafanyika makaburini mm. Kwa hiyo sehemu ya makaburi iwe sehemu takatifu, takatifu. Okay. Iwe takatifu, kwa hiyo takatifu kwa maana yake, kwa dhana yenyewe ya utakatifu Naam. Lakini takatifu kwa muonekano pia, kwa muonekano kwamba usafi naam kwa hiyo tumepanda miti pale na tumezungushia na ukuta. Hmm. Naam, pengine sasa uh, tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Naam. Uh, unaona tulipofika. Naam. Yaani mmefanya na wewe ume, umefanya pamoja na unaoshirikiana nao. Naam. Lakini shirika pia kama shirika mmefanya. Naam. Eh, unadhani kwamba ni dalili kwamba tumefanikiwa? Hatuwezi kusema tumefanikiwa bado, hmm. tunaendelea na jitihada za kufikia mafanikio hmm. Lakini viashiria vinavyoonekana na kupimika ni kielelezo tosha kwamba tuna jitihada za kufanikiwa, za kufanikiwa na nia njema ya kutaka kufanikiwa hmm. Na matumaini yapo na hmm. matumaini yapo kwa sababu hata e, mabadiliko yanayoonekana, kwa mfano sehemu za Kilimanjaro maeneo ya wilaya ya Rombo, baada ya kutangaza na kuhamasisha pamoja na serikali na kanisa, miaka hii sasa hivi ukienda, kijani kimeonekana hmm. hali ya hewa imebadilika, watu wamepata matumaini. Huku chini ya barabara ile iliyozunguka mlima Kilimanjaro, kutoka Himo kwenda eh, Rombo, chini yake zamani ilikuwa kiangazi, lakini sasa hivi huku chini hata ndizi zinaiva parachichi zinaiva, kijani kibichi kipo. Kwa hiyo watu wanaona matokeo mazingira, kama maeneo ya Karatu ambayo baadhi ya maeneo ukiacha ule msitu wa Ngorongoro, watu wamehamasika kupanda miti makanisani, majumbani, sasa hivi hata wanyama wameanza kurejea ya kwenye yale maeneo, ukitoka Manyara kwenda Ngorongoro, maeneo ya vijiji vya Endamarari eh, kilima moja kwenda Mbulumbulu. Juzi tumeona wanyama usiku wameonekana, simba wa Ngorongoro wamekuja kutalii, wanataka kuvuka kuja Manyara. Kwa hiyo juhudi binafsi imeanza kuleta matokeo, na viashiria hivi vinavyoonekana na kupimika ndio juhudi zenyewe tosha, lakini haitoshi, tusibweteke, tusonge mbele kutunza mazingira hmm. Kwa hiyo kwetu hapa sisi uh, ukiacha miti, nini ambacho pia tunaweza tukajivunia? Hapa tunachojivunia eh, mabadiliko chanya, hasa kwenye maisha yetu, mabadiliko matumizi ya vitu, eh, matumizi ya nguo, matumizi hata ya fedha. Laudato si imetufundisha vile vile uchumi hmm. eh, namna ya kufanya saving, namna ya kubana matumizi eh, namna ya kutumia vitu, kwamba hiki si lazima sana, basi tuwasaidie mabadiliko mengine. Kwa mfano, baadhi ya kanisa kama kigango chetu kongwe cha Kariakoo na parokia ya Upanga wameanza kukusanya sasa nguo kuwapelekea watu wa vijijini kuwasaidia, wanaitikia kilio cha maskini. Kuna watu wanaishi kwenye umaskini wa hali wa juu kabisa, hawana nguo, hawana sabuni. Kwa hiyo kwa makanisa haya mawili kwa mfano ambayo mimi nimeshuhudia kwa macho yangu, wana, wana kusanya nguo ambazo ni nzuri, hazijachakaa lakini zimewabana watoto pengine, basi zinapelekwa vijijini. Manake hapo umezungumzia parokia Bikira Maria Makolata Upanga, Upanga na chini ya uchungaji wa wa, wa Francisco mm. na na na kigango ambacho kiko chini ya parokia Bikira Maria Fatima Msimbazi. Eh, kigango kile kilizaa parokia do, do, Msimbazi. Do, do, kigango kigango kusema ni kilizo kigango kikongwe naweza, <laughs> kwa sababu mwaka huu inaadhimisha miaka 100. mwaka huu. Mwaka huu na tutasherehekea. Tutasherehekea mwezi wa kumi. Okay. Kigango cha Kariakoo. Hmm. tuna sherehe ya miaka mia moja ya kigango cha Kariakoo kabisa bila hmm. shaka nako pia tutapita pita hmm. tuone nini kwa kweli chono? naona wanaguswa wanaitikia kilio cha maskini wameshaenda parokia moja huko Jimbo Katoliki la Lindi kuwatembelea wamekarabati nyumba ya paroko wamepiga ceiling board lakini wamepeleka sabuni nguo vitu kama hivi na hii ndio viashiria vinavyoonekana vya nje kuitikia kilio cha maskini na cha mama okay. dunia hizo hmm. juhudi chache zinazoonekana lakini isitufanye tubweteke, tusonge mbele, tuitikie muktadha mzima unaotualika wa kuitikia kilio cha mama maskini cha mama dunia, si katika kutoa toa tu, lakini katika fikra njema, mawazo njema na mipango mema na sera njema inayoakisi tunu za haki, amani na uadilifu mkamilifu wa uumbaji. Sera njema itapatikana na watu wema, watu waadilifu uongozi uadilifu, ndiyo hmm, inayohitajika hapo. Uongozi kuanzia wa kanisani mpaka uongozi wa jamii mpaka uongozi wa serikali. Haya yote yakileta mshikamano mwema, watu watakuwa na uongofu ekolojia, watakuwa na uchumi mzuri, watakuwa na akili ya kuvumbua vitu vipya. Naam, okay, mtazamaji mpendwa wa kipindi Laudato Si, sifa iwe kwako katika uumbaji. Sina shaka umekuwa nasi kwa muda wote ambao e, tumezungumza na ndugu John Sule e, wanamuita bruda au brother kwa, kwa namna nyingine lakini hao wanapenda zaidi kuitwa ndugu mm -hmm. ao wote ukimkuta padi ukimkuta bruda ukimkuta mtaa wote ni ndugu no. Yaani hakuna mwenye tofauti katika mm -hmm. e, maisha yao ya kitume. Tumezungumza mengi lakini, kwa ujumla ni miaka kumi ya waraka wa Laudato Si wa Baba Mtakatifu Francisco aliyoutoa mwaka 2015 anasema aliuchapisha na, na hapa walau amegusa maeneo kadhaa e, katika swala zima la namna ambavyo wameweza kutekeleza kwa nafasi yao kama shirika e, yeye akiwa pia championi wa mazingira na kidogo kwenye taasisi ya taji pika ambako yeye pia ni mkurugenzi. Basi niseme e, mwisho wa kipindi hiki bila shaka tutakuwa tunajiandaa kwa kipindi kingine, bado tutaendelea kuzungumza naye Bruda Sule katika mambo mengine yanayohusiana na mazingira na hasa tunapoadhimisha miaka kumi ya waraka Laudato Si'. Septemba mosi hadi Oktoba nne ni kipindi ambacho kanisa na ulimwengu pia unaadhimisha mazingira ama uumbaji. Mimi ni Gauden Sierra pamoja na timu nzima Laudato Sime Kimakali iko pia uh, Innocent John tukutakie utazamaji endelevu wa vipindi na matangazo yetu hapa Tumaini TV.